Hii ni TemuTV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Asante mheshimiwa mwenyekiti, naomba kurudia idadi ya kura zilizopigwa ni 383. Idadi ya kura zilizoharibika ni tatu. Hizi zimetokana na baadhi ya waheshimiwa wabunge upigia wagombea wawili kwenye karatasi moja. Idadi ya kura kwa kila mgombea ni kama ifuatavyo: ndugu Veronica Charles tee nra sifuri. Ndugu Krizant Nyakitita DP sifuri. Ndugu Amin, Amin Alfred Yango ADC sifuri. Ndugu Anita Alfan Mgaya kura moja. Idadi ya kura za Ndugu Ndonge Sad Ndonge AFP moja idadi ya kura kwa Mheshimiwa ndugu a, Musa Hassan Zungu 378. Asante, asante. Hivyo Mheshimiwa Musa Azan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla kura. Asante sana, naomba iingie kwenye records vizuri. Mheshimiwa Musa Azani Zungu amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura na nane. Ohio, kwa kwa ya kura 378 matokeo haya yamethibitishwa kwa kusaini kwa baadhi ya wagombea na wasimamizi wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuwasilisha. Asante sana katibu. Sasa kabla hatuja muita Mheshimiwa Zungu ili aweze kupata kiapo mbele yetu, kwa ruksa yenu, ningependa niwaite wale wagombea wengine, niwape angalau dakika moja moja, kama ikiwapendeza Mwenyekiti eh? Eh? muda angalau mmoja kwa niaba yao Hapana, mwenyekiti, muda muda, mweshimua uh, uh, uh -huh. Kiti kwa mgombea mmoja sawa. Kwa sababu ya orodha ndefu ya wabunge kuwa hapa leo, mmoja sawa na tungependekeza aje Anita. Anita eseittm mwanamke kwanza, Anita. Ladies ladies first. First. Ladies Anita. Ndugu Anita, bila shaka unajua hata wenzako wangesema nini. Tukupe dakika moja angalau useme kidogo, kwa niaba ya wenzako, kwa niaba ya wagombea Asante mheshimiwa, kwa niaba ya wagombea wenzangu, mimi Anita Alfa ni Ngaya, tunashukuru sana na tunawapongeza na muendelee kulipigania nchi yetu, pamoja na yote mumsapoti mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika harakati zake zote za kuhakikisha nchi inakuwa salama yenye usawa na upendo mkubwa. Nashukuruni sana. Asante sana ndugu Anita, nadhani tumesema mmoja kwa niaba ya wote jenda, Ndonde, jenda, jenda. jenda esba waheshimiwa wabunge, tunashukuru sana kwa kukamilisha zoezi hili, na wagombea tunawashukuru sana kwa kukamilisha zoezi hili vizuri. Sasa nimwite mbele yenu e, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, ndugu Musa Azani Zungu mbunge wa Ilala, ili awe aje hapa ale kiapo cha uspika kwa niaba yenu cha mbele yenu hapo, katibu. Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu, ninayo heshima kukuarifu kwamba wabunge wa bunge hili tukufu katika kutekeleza masharti ya ibara ya 84 ibanduko ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamekuchagua wewe Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu uwe Spika wa bunge hili. Kwa hiyo basi kutokana na kuchaguliwa kwako, sasa nakuita wewe Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu wape vyapo vinavyohusika. Karibu. Mimi Musa Azzan Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyoweko. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.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 mimi nathibitisha kwamba nitatumikia vyema kwa moyo thabiti jamhuri ya muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa bunge na katika kutimiza wajibu wa cheo hichi, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za bunge na sheria, mira na desturi za jamhuri ya muungano na kwa hivyo vyote vile sitatoa siri za bunge. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Mussa Azzan Zungu nathibitisha kwamba nitatumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama spika wa Bunge na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa Katiba, kanuni za Bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Bunge. Eye Mwenyezi Mungu nisaidie. Nam ni Musa Azam Zungu, spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa nafasi hiyo spika wa bunge la kumi na tatu akisaini baada ya uh, kula kiapo kwa kuchaguliwa kwa kura mia tatu sabini na nane kati ya kura mia tatu themanini halali ambazo zimepigwa katika wabunge wote waliohudhuria hapa leo, wabunge mia tatu themanini na watatu na yeye akijizolia kura mia tatu sabini na nane kasoro kura mbili tu, ambazo zimekwenda kwa wagombea wengine wawili, na wagombea wengine waliosalia wagombea watatu hawakubahatika kupata kura katika uh, kikao hiki cha kwanza cha bunge la kumi na tatu mkutano wa kwanza wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hiyo inamfanya Musa Azan Zungu, uh, mhandisi huyu wa matengenezo ya ndege kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kushikilia nafasi ambayo atakuwa ni kiongozi wa mhimili ambao uh, utakuwa ni kiunganishi cha Watanzania wote na wawakilishi wao hapa bungeni Dodoma, akikabidhiwa tunaimani akirejea kwenye kiti hapo, pasi na shaka ni kwenda kukamilisha kazi yake kwenye, na kuondoka kwenye kiti hicho tayari kwa spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kazi iliyotuleta leo asubuhi imeisha. Kwa kazi tuliyoifanya, tumekamilisha prosesi yote ya kum, kumchagua spika wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, na kwa matokeo yaliyosomwa na katibu wa bunge, mheshimiwa Musa Azani Zungu kutoka Chama cha Mapinduzi ndiye spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Wae na washukuru wote waliokuja humu ndani kusikiliza na kuona hii prosesi ya kidemokrasia hapa. Ndio mwisho, tumemaliza shughuli hii kwa sasa, ningemwomba mheshimiwa spika aende akajitayarishe ili aje akae kwenye kiti chake aendeshe bunge rasmi. ni picha ya kukumbukwa uh, katika zile za kukumbukwa kwa, kwa mheshimiwa Musa Azan Zungu, spika mpya wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alikuwa naibu spika tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, lakini sasa baada ya uchaguzi mkuu, yeye ni spika mpya wa bunge hili atakayeziongoza shughuli zote za bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimekwambia yeye ni mtaalamu ama ni mwandisi wa masuala matengenezo ya ma ndege ma Uh, akisomea katika chuo cha kijeshi cha hapa Tanzania, lakini pia kule nchini Canada. Hii ni Temu TV, bonyeza alama ya subscribe ilioko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.